Madereva wa magari ya usafirishaji wa mizigo ndani, ndani na nje ya nchi wametakiwa kuisoma na kuielewa vyema mikataba yao ya ajira kabla ya kusaini ili kuepuka makubaliano yanayoweza kuwakandamiza na baadaye kuanza kulalamika mara inapotokea tatizo, tupate taarifa kamili. Kaimu Katibu Mkuu wa chama cha madereva wa wafanyakazi TADU Rashid Sari amesema haya mjini Tunduma, mkoani Mbeya, wakati wa mkutano wa pamoja kati ya madereva mlezi wa madereva ambaye pia ni mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda na uongozi wa Tadu Taifa, ukiwa na lengo la kuwapa mrejesho wa kikao kilichofanyika Oktoba kumi na nne mwaka huu kati ya uongozi huo na wamiliki wa magari kuhusu posho na fedha ya safari. Madereva tujitambue, kataba unafahamika Kini na sisi tunakuwaje? Kwa nini tukubali kusaini mikataba mibovu? Kwa nini ukubali unasomeka Kiswahili? Wamiliki baadhi yao walikuja kwa ajili ya kutujaza mifua sisi tutoke tukatangaze mgomo. Shida yao kubwa sisi tugome ili wao wapatie pa kusema. Sisi sio kazi yetu kugoma sasa hivi ni kalamu na mazungumzo mdomoni. Kitendo cha Mheshimiwa Rais kukubali ee, kukaa nao akawasikiliza, Mheshimiwa Waziri Mkuu akaongea nao na serikali ikatoa mwelekeo kwamba mikataba iweze kuwekwa wazi ni jambo la kupongeza sana. Aidha, mlezi wa chama hicho Paul Makonda akawataka madereva hao kuheshimu umoja na kuendelea kutafuta maslahi yao kupitia chama hicho. Sisi tufanikiwe, lazima tuwe wapole kama ua na wajanja kama tupambaneni kupitia chama chetu. Ujanja wetu na upole wetu ni kuwa na umoja katika chama chetu. Channel 10 ikazungumza na baadhi ya madereva na haya ni baadhi tu ya malalamiko yao. Nimefika tangu Jumatatu ya wiki hii. Lakini mpaka leo bado naambiwa ni system, system inasumbua. Mpaka leo bado tupo, document hakuna. Lakini ukiwapa 10,000, 5,000 document inatoka mara moja. Na ukaji wa boda. Ndio tatizo kubwa kwa Haya ni baadhi ya magari ya madereva waendao kwenye nchi za Kongo na Zambia wakiwa wamepaki kwenye mpaka wa Tunduma wakilalamikia ucheleweshwaji wa dokumenti kwa ajili ya kuvuka mpaka. Lakini hali hii imekuwa ni tata zaidi ambapo madereva hawa wanalazimika kukaa mpakani hapa kwa zaidi ya siku ishirini ambapo wanaanza kujipikia. Changamoto kwa serikali hususan TRI. Ruzi chapewa Channel 10. Tunduma. Mbeya.